Katika dunia inayokabiliwa na janga la mabadiliko ya tabia nchi, nishati safi ina jukumu muhimu katika kupunguza utoaji wa gesi chafu, lakini pia inaweza kuzifaidi jamii zenye changamoto ya upatikanaji wa umeme na nishati safi ya kupikia. Kulingana na shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa UNEP, watu bilioni 1.5 katika maeneo ya vijijini bado wanatumia mifumo ya kupikia isiyo salama na toshelezi kama vile kuni. Mataifa mbalimbali yameweka jitihada katika kufanikisha upatikanaji wa nishati safi ya kupikia kwa mfano, Tanzania ina malengo ya kuhakikisha kwamba asilimia 80 ya raia wake wana nishati safi ya kupikia kufikia mwaka 2034. Nayo Kenya inalenga kufikia mwaka elfu mbili ishirini na nane asilimia mia moja ya wananchi wake wawe na nishati safi ya kupikia. Katika jitihada hizi ni mashirika kama vile Umande Trust yanayoongoza jamii mbalimbali mbali katika kusaidia dunia kufikia malengo ya maendeleo endelevu nambari saba inayolenga kuhakikisha upatikanaji nafuu na endelevu wa nishati za kisasa kufikia mwaka elfu mbili thelathini. Leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya nishati safi, tunaangazia upatikanaji wa safi ya kupikia katika jamii kwenye vitongoji duni na tumetembelea mtaa wa Kawangware jijini Nairobi, kufahamu juhudi ambazo shirika la Umande Trust linafanya katika swala zima la upatikanaji wa nishati safi kwa kuzingatia usafi wa mazingira. Jina langu ni Benazir Omoto, nafanya kazi katika shirika la Umande Trust ambalo ni shirika inafanya kazi na jamii ambao wanaishi katika vitongoji duni, kwenye mashule, kwenye mashirika um, na tunaangazia maswala tatu ambapo, um, ni mambo ya mazingira uh, mambo ya governance mambo ya pia mapato mapato kwenye jamii uh, sasa, katika maswala hayo yote kwenye mazingira, hapo ndio tuko na maswala ya usafi ambayo tunafanya uh, bio centers uh, miradi za usafi, vituo vya usafi ambapo ambazo ziko na choo, bafu, mahali pa kukutana, na tunaangazia maswala ya kupata kawi kutokana na kinyesi ambayo kwetu hatuangalii kama uchafu, lakini tuangalia kama kitu cha manufaa ambacho kinaweza tumika kwenye jamii na iweze ileta let manufaa kwa, kwa watu ambao mara mingi utapata wako na changamoto kupata uh, kawi kupata uh, pesa kujimudu katika hali ya kupika lakini pia tunaangazia namna gani jamii inaweza jiendeleza zaidi na ya kuangalia basic rights. Msikilizaji, wakati mataifa yakiwa mbioni kuondokana na utegemezi wa matumizi ya nishati chafuzi kwa mazingira, swala moja ambalo linatakiwa kuzingatiwa ni jamii zilizo na kipato cha chini. Benezir anasema uwepo wa mashirika mbalimbali mbali katika vitongoji duni umesaidia katika kuwezesha upatikanaji wa nishati safi ya kupikia. tumeona mambo imebadilika kidogo, kwa sababu unapata shirika mbalimbali wamekuja wa wamejaribu kuangalia masuala ya ethanol hata masuala ya electric cooking ili watu watoke kutumia mafuta au kutumia makaa na kuni pia hata kwenye gesi utapata pia kuna gesi la kupima lakini changamoto hapa pale inafanya kwamba hayaezi nawiri pia zaidi na pia kuna wale kama sisi pia tunajaribu kuangalia namna gani tunaweza chukua kile ambacho kinapatikana kwa urahisi kwa sababu tunajua binadamu lazima aende choo so, namna gani tunaweza chukua Uh, hiyo resource ili iweze kutena kurudi isaidie jamii. Labda toka mmeanza, hatua zipi mmepiga katika mradi huu? Waanzilishi waliangalia ni namna gani jamii wanaweza endelezwa zaidi kulingana na kuhusiana na mambo ya usafi uh, wakaangalia namna gani tunaweza buni choo tofauti na ile yenye tumekuwa tukiona. Sasa hii model yenyewe, ili walisafiri wakaenda kule India, na kule ndio wakakuja wakaona kwamba ndio kuna hii innovation ya digester, na tunaangalia kwamba wakati tulianza, uh, mitaro yalikuwa machafu, tulikuwa na mambo mengi sana ya flying toilets uh, choo ya nje uh, kwenye jamii uh, sasa kukujia hapo, wakaona kwamba ndio po pasipokuwa na siwa line bado jamii wanaweza pata cho safi ambayo iko na taswira na sura tofauti. Ukosefu wa vyoo visafi kwa muda mrefu umekuwa changamoto kubwa katika vitongoji vingi duni. Hii ni kutokana na idadi kubwa ya watu, lakini pia ukosefu wa miundo msingi bora. Mbali na kutoa suluhu ya vyoo visafi, Benezir anafafanua namna wanazalisha biogesi kutoka kwa choo cha binadamu kwenye jumba yenye. Tumeona hapa tuko na kifaa tunaizaita nyungu lakini a kwa, kwa, kijana ya Kimombo ni digester, ambapo kwenye hii design yetu inaitwa fixed dome digester. Inajengwa chini underground so chini ya nyumba. So nyungu hii ina, tunasema kwamba inafanya kazi kama tumbo tumbo ya binadamu, ambapo tunasema binadamu akikula, unajua tutapata byproducts. sasa kwenye nyungu yenyewe pia ah, hatuna watu wakiingia kwenye choo wapige maji ama wamwage maji, inaenda direct kwenye nyungu ile na kwenye nyungu ile hatuna oksijeni. Sasa imekuwa imefunikwa kikamilifu, ambapo sasa inasaidia kutengeneza mazingira mzuri yenye gesi inaweza tokea. Sasa tuko na kinyesi, tuko na hiyo gesi inatokea, kisha baadaye po pia tuko na kitu inaitwa slari. Sasa hiyo pia ni katika uh, mambo ya kuangalia namna gani tunaweza fanya ku close the whole sanitation loop ya kwamba tufunge tu yote kwamba hakuna kitu inaenda kwenye waste hiyo. Bado tuko katika hali ya research, lakini ni jambo ambapo venye imetengenezwa inasaidia na hali ya gas. Kutoka tangu kuanzishwa kwa shirika la Umande Trust mwaka elfu mbili na nne, shirika hili limepiga hatua katika kutafutia suluhu changamoto ya uchafuzi wa mazingira uiotokanao na ukosefu wa vyoo. Kwa sasa hivi tumeangalia kwamba jamii wengi wangetaka kupata hii gesi kwenye manyumba yao sikukuja na sufuria kwenye uh, kituo. Sasa tumekuwa katika harakati ya kuangalia ni namna gani tunaweza package hii gesi na ikuwe kwa jawabu ambayo, pia jamii tunawaangazia, wanaweza access, wanaweza afford. Tumejaribu mambo kadhaa hapo nyuma kuangalia poxin bags, lakini haikukuwa ime haikutufikisha pale penye tulitaka kufikia, na pia jamii pia na uh, feedback yao pia tukaona kwamba hiyo haikukuwa ni jawabu tosha. Tuko na changamoto ya maji uh, kama mradi kama wenye tunaona hapa unapata kwamba ndio waka, wako katika eneo mzuri, hakuna choo hapa ya public toilet. Uh, kabla tukuje hapa hawa watu wote wa bodaboda -boda, watu wa soko hakuwa na mahali pa kuenda, lakini sasa hivi mradi iko lakini ndio wamejaribu usafi wameweka, lakini katika inawagharama pesa mingi sana. Sasa inabidi wananunua maji ili waweze tena kuuza ama pia kumudu tu mradi iwe sana. Francis Omondi ni miongoni mwa vijana wanaohudumu katika kituo cha biogesi cha shirika la Umande Trust mtaani Kawangware, jijini Nairobi. Jamii imeweza kufaidika kupata hizi huduma ambazo kwa muda mrefu ilikuwa nyuma sana, napata kwa kwamba wanaweza kutumia zile flying toilets, ikuwa na hadhi mseme kwamba hadhi ilikuwa imeshushwa sana, napata kwa kwamba akukuwa na dignity kwa hata wanadada wetu kuweza kutumia zile choo ambazo zilikuwa kwa zamani zilikuwa ni zenye hali duni sana hali ya uchafu zaidi, na kwa sasa hivi nami wanaweza wakatumia vyo hivi kwa ada ya chini kabisa na wanafurahia maanake, tumeweza kuzingatia usafi hali ya juu. Hata sisi wenyewe pia kama kikundi, kutokana na yale mapato ambayo tunapata kupeana ile huduma, nasi pia tunaweza kufaidika kimapato. Aidha, Francis, anasema mradi huo umetoa fursa za ajira kwa vijana mtaani Kawangware, hali ambayo imechangia kupunguza uhalifu na matumizi ya mihadarati miongoni mwa vijana. Kabla tujaunda kikundi hichi na sisi kama vijana kulikuwa na hizo changamoto, uhalifu uko juu, dawa za kulevya vijana wanatumia vile wanataka, lakini uh, kwa sasa hivi niseme kwamba kwa hatua kubwa idadi imeweza kurudi chini, na nashukuru sana umradi mradi imeweza kushikanisha vijana ambao wana maono sawa katika jamii, kwamba pia sisi kutokana na huu mradi na yale mapato tunapata kwa wale vijana, uh, kwa pakubwa wameweza kujihusisha kando sana na mambo hayo ya uh, uhalifu, matumizi mabaya ya madawa za kulevya na pia wakaja ku, sisi wenyewe tukakuja kuwa kwamba kielelezo cha jamii kwamba wale vijana ambao ni wadogo wanaweza kutoa mmoja mbili kutoka kwetu hadi kufikia hapo, ndo tumekamilisha awamu ya kwanza ya makala haya. Tumekuwa tukizungumzia kuhusu namna shirika la Umande Trust linavyozalisha nishati ya biogesi kwa kutumia choo cha binadamu. Katika awamu ya pili, tutaendelea kuzungumzia mengi zaidi kuhusu mradi huu ambao unapatikana katika mtaa wa Kawangware, jijini Nairobi. Kutoka kwangu Minsletijai, kwa heri.